Kwanza niwatoe niwatoe hofu wananchi, labda kuna baadhi yao, mnajua wengi hawana hofu mm. Wamejiandaa siku hiyo wataenda kupiga kula yeah. Eh, niwatake tu wananchi siku hiyo wajitokeze mapema sana. Vituo vitafunguliwa by saa moja, vitakuwa vimeshafunguliwa waende katika vituo vya kupiga kula. Kuna utaratibu umewekwa vizuri, ulinzi utakuwepo wa kutosha, kuanzia wanapotoka nyumbani kwao mpaka wanapokwenda kwenye vituo vya kupiga kula. okay. Kwa hiyo watu waende wakiwa wanajua kabisa jeshi la polisi na vyombo vingine vya ulinzi na usalama wamejipanga vizuri kuhakikisha ile haki yao ya kikatiba wanaitekeleza, kwa sababu tunafahamu siku hiyo tarehe 29 iko kisheria, iko kwa mujibu wa katiba. E, na mchakato huu sio umeanza leo, umeanza siku nyingi mm-hmm, kuhakikisha baada baada ya miaka mitano tunafanya uchaguzi ambao uchaguzi wanachaguliwa viongozi ambao wataongoza miaka mitano. Kwa hiyo mm-hmm, siku hiyo watu wasitoke, wa, wa, watoke bila hofu, waende kwa wingi wakatimiza haki yao ya, ya kidemokrasia. Jeshi la polisi limejipanga vizuri kuhakikisha usalama unakuwepo.